Lunged again on Monday morning Japan's Nikkei index. Mpango wa ushuru uliotangazwa na Rais wa Marekani, Donald Trump umeibua taharuki katika masoko ya fedha ya kimataifa, huku masoko ya Asia na Ulaya yakishuka kwa kasi na wawekezaji wakihofia athari kubwa kwa uchumi wa dunia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Trump ameitaja sera hiyo ya ushuru kuwa dawa ya kulinda uchumi wa Marekani za kuwa nchi nyingi zitalazimika kulipa pesa nyingi ili kuondolewa kwenye ushuru huo. Hisa katika soko la Asia ikiwemo China na Hong Kong zilishuka Jumatatu, hali iliyosababisha mfuko wa kitaifa wa China kuingilia kati ili kuzuia maporomoko zaidi. Barani Ulaya, hisa zimeporomoka hadi kiwango cha chini zaidi ndani ya miezi kumi na sita, huku mawaziri wa Umoja wa Ulaya wakikutana kujadili njia ya pamoja ya kukabiliana na hatua hiyo bila kuhatarisha uchumi wao. Katika mahojiano akiwa ndani ya ndege ya Air Force One, Trump alisema, sitaki vitu vianguke, lakini wakati mwingine inabidi uchukue dawa kutatua jambo. Aliongeza kuwa ameongea na viongozi wa Ulaya na Asia, lakini mazungumzo hayatawezekana bila wao kulipa kiasi kikubwa kila mwaka. Wachambuzi wa masoko kutoka benki ya Goldman Sachs wameongeza uwezekano wa Marekani kuingia mdororo wa kiuchumi hadi asilimia 45 katika kipindi cha miezi 12 ijayo. Kwa upande wao, wataalamu wa JP Morgan wamepunguza makadirio ya ukuaji wa uchumi wa Marekani hadi asilimia 1.0 kutoka 1.3. Tangazo hilo pia limeibua ushuru wa kisasi kutoka China, huku hisa za Taiwan zikiporomoka kwa asilimia kumi, kiwango kikubwa zaidi kwa siku moja. Mwekezaji maarufu Bill Ackman, ambaye awali alimuunga mkono Trump, ameonya kuwa rais anapoteza imani ya viongozi wa biashara duniani kote. Ushuru huu unaweza kusababisha majira ya kiuchumi ya nuklia.